Salama tu habari za kwako. Salama tu muda mrefu. Ya ya ya tupo. Tupo kwenye game. U, ulikuwa wapi? Ah, tupo unajua game tena una, unajipanga una, unapoona una kidogo uko nyuma kwa hiyo unajaribu uh, kujipanga na ili kuweza kwenda na wakati. Ya. Yeah. AyoTV exclusive. Ah, uh, almost the size kama kama miaka miwili hivi. Kama miaka miwili hapo. Rekodi yako ya mwisho ilikuwa ni nini? Uh, rekodi yangu ya mwisho ilikuwa nimetoa 2014. Umefanya na mtu? Hapana, nilifanya mwenyewe tu. Yep. Mimi naitwa Baucha, ni producer, vile vile ni msanii wa uh, niko katika uh, studio za Baucha Records. Okay. Yep. Baucha mimi nakufahamu kwa, kwa, kwa... Mziki un, uka, usome tena, kufahamu ambacho uka ah, unajua mziki ni ni kitu ambacho uh, kinakwenda na kupotea uh, na vile vile na teknolojia vile vile na ambayo na tulikuwa nayo sasa hivi ni inakuwa kwa hiyo unapokuwa na na kitu fulani cha muda fulani unatakiwa ukiongeze ili uweze kwenda na wakati. Na hicho ni katika matayarisho ya ya we mwenyewe pamoja na vifaa kama studio. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kilisababisha tuweze kustopu na kuweza kujipanga ili tukirudi tunarudi upya tena kabisa. Ina joint mpya ambayo nimeitoa uh, nime hivi karibuni, na na sio mimi tu, hata na msanii tena mwingine ambaye naye anakuja kupitia uh, project hiyo hiyo. Okay. Yep. Ni nyimbo ni kwa kwa kwa mshirikisha mtu? Yeah, ni nyimbo ambayo nimeimba mimi mwenyewe tu mwanzo mpaka mwisho. Yeah. Lakini ninategemea kutoa album ambayo ina uh, nyimbo nyingi karibu kumi ama nimewashirikisha wasanii tofauti tofauti tofauti, akiwemo Roberto wa Zambia uh, Chege yuko uh, uh, Bright na wasanii wengi tu ambao nimeweza nime, kufanya nao. Okay. Yep. Kwa Uh, Bongo Flava, yani ni kiukweli ni uh, umekuwa mziki sasa hivi umekuwa na umekua kweli kwenye biashara tofauti na, na zamani, ingawa tulikuwa kwenye harakati za kuweza kutambulika kisheria katika katiba na ambayo tayari uh, ipo mezani tunasubiri tuipigiwe kura ili tuweze sasa kutambulika rasmi uh, vimebadilika vitu vingi sana, na kwa sasa game imekuwa na teknolojia imekuwa sasa hivi, kwa hiyo Ah, uh, kwa upande wangu mimi naona vitu vingi vimebadilika na ni vizuri kwa upande wetu sisi hasa wasanii na nchi kiujumla ili kuweza kuendelea hapa ambapo tupokuwa kwenda mbele zaidi. Okay. Yep. Haikutishi kwamba game limebadilika sasa hivi watu wanapeleka muziki mbali, muziki wenyewe umetwist hivyo watu wengine mm, wanajaribu kama wanaigeri? Yaani kuna mm. Mimi kwanza uh, nafurahi uh, unajua, uh, vitu kama hivi ndio maendeleo, unapopata challenge uh, tofauti tofauti maendeleo zaidi ndio vizuri, hasa tunatakiwa, ili mradi tu ufanye kwenye, kwenye misingi ambayo inotakiwa ili kuweza kuendelea. Kwa hiyo mimi kwangu mimi naona wala inishtui sana uh, zaidi ya kunipa uh, changamoto na kuweza kuendelea zaidi na kupambana nazo. Okay. Yeah. Ah, wengi wengi kwa kweli saizi wanafanya vizuri sana hasa hasa hawa ambao wana, wanatoka nje. Kuna wengine wanapata tunzo kina Alikiba Diamond, uh, Rayvanny na uh, Vanessa, watu wengi saizi kwa kweli wanafanya vizuri na, na naomba wengine waongezeke zaidi zaidi ya, ya hapa ambapo tulipo. Mee wimbo wangu mpya unaitwa Mandingo na huu wimbo uh, umeshirikisha maproducer karibu watatu hivi. Uh, mtu wa kwanza alitengeneza biti, lakini yeye ni producer mdogo ambaye yuko Tabora katika moja hapo ya kuinua vipaji, kwa hiyo tumetumia biti yake, alafu na kuna mwingine alishiriki hapa hapa naye producer, ambaye naye anakuwa anaitwa na Jero, lakini um, mixing na mastering alifanya P Funk. Kwa kumalizia, zaidi mimi sikutaka kushiriki kabisa katika hii nyimbo, kuachia wenzangu ili tuweze kupata ladha tofauti, na hii ndio kitu ambacho tunatakiwa tujifunze sisi uh, wasanii la, lakini pia hata video video vile vile nimefanya na na kijana mwingine mpya ambaye anaitwa Ensa, huyo eh, naye vile vile ndo amefanya uh, hiyo vid video, um, video, mefanya... uh, video nimefanyia hapa hapa Tanzania yep. Yeah. Baucha Records ah, kama kama kawaida tunaendelea na kazi, na sasa hivi tumeshapata vyombo vingine vipya na ndo tumerudi kama hivi na wasanii wengine uh, wawili, mmoja akiwepo wa hip hop na yeye katokea Tabora, anaitwa Fizo au Super Sub. Kwa hiyo nimeanza na mimi alafu then an, anafuata yeye. Okay. Yeah. ni, ni Uh, yeah, eh, kuna mara nyingi mimi wanapenda kushirikiana kwenye nyimbo. Sijawahi ku, ku, kutengeneza nyimbo yote mimi peke yangu kwa sababu huo sio utaratibu, ingawa sisi tunapenda kufanya hivyo, utengeneze beat sijui nini, lakini wenzetu wanashirikiana kwenye kutengeneza nyimbo na wanapata kitu kizuri, lakini nyimbo ambazo nime nili nilishiriki kwenye kutengeneza, ikiwemo ya fidq.com, uh, nayo vile, vile ninaipenda, alafu na, Nyimbo nyingine ya Rado inaitwa Usiulize nayo niko naipenda. Kuna nyingine nyimbo ya Tundaman ambayo inaitwa imetoka um, jina lakini ambayo aliotoka nayo Neila, yeah, yeah, yeah. Neila hey, nayo vile vile nil, nilishiriki pamoja na nyimbo yangu mimi mwenyewe ambayo inaitwa nami nimo niliweza kushiriki na mdogo wangu Sinali, nyimbo ya Mike Nadaka nayo vile vile nilishiriki akiwa kama na Mr Blue Uh, mimi ningependa kuwambia kwamba tunarudi upya sasa hivi na nimetengeneza nyimbo nyingi karibu albamu nzima na wasanii uh, tofauti tofauti. Kwa hiyo, watu watunge mkono ili tuweze kufika mbali na vilevile, nawapongeza uh, vyombo vya habari kwa kutupa support kwa sababu kwa bila wao, naamini wao ndio watu wa kwanza, alafu wanafata mashabiki kuwafikia ile bidhaa ambayo sisi tunaitengeneza. Kwa hiyo na wenyewe naomba watumbe mkono ili tuweze kusonga pale ambapo tunapotakiwa kwenda yep. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote, install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye android na ios, kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.